Dr. Rafael Ketansi uh, niko Hifadhi ya Taifa Serengeti, nasimamia idara ya utalii, na kwa leo niko kama kaimu mkuu wa hifadhi, na yoseme tu kwa kifupi, karibuni sana Hifadhi ya Taifa Serengeti. Hapa tulipo ni lango kuu la Hifadhi ya Taifa Serengeti. Sasa tukiongelea kukua, maana yake nini? Tukiongelea kukua, maana yake ni kwamba idadi ya watalii wanaoingia hifadhini inaongezeka. Tungeweza kusema pia idadi ya wanyamapori inaongezeka. Tungeweza kusema pia idadi ya, au ubora wa barabara unaboreka kila siku au idadi ya viwanja vya ndege inaongezeka, lakini sasa leo tuongelee watalii. Kwetu sisi Tunaweza kusema um, kwanza tunashukuru kwa juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba uh, utalii unakuwa. Tuna wastani wa ongezeko la asilimia tisa la watalii wanaoingia hifadhi ya taifa Serengeti mwaka na hii inachangiwa na vitu vingi, <coughs> pamoja na juhudi ambazo Mheshimiwa Raisi amezifanya za filamu ya Royal Tour. Na hapa tulipo ndani ya hifadhi ya taifa Serengeti, kuna eneo mojawapo la makoma ambalo Mheshimiwa Raisi mwenyewe alifika eh, wazungu wanasema physically akafanya uh, mojawapo ya nini ni, ni, ni, mnaita episode kwa Kiswahili ni, ni, ni bana zile, mojawapo ya eneo ambalo alifanyia filamu ya Royal Tour, na filamu hiyo tunafahamu imetangazwa dunia nzima, sasa imesaidia kuongeza, pamoja na juhudi zingine ambazo atazitaja ambazo zinachukuliwa zina, zina, zinafanywa na serikali lakini kwa njia moja au nyingine tunaweza tukasema imesaidia kuongeza idadi ya watalii katika hifadhi yetu ya taifa Serengeti. Juhudi zingine ni pamoja na, naona haya magari mengi yaliyoko hapa ni ya wadau binafsi, Private sector. hawa wadau binafsi wenye makampuni ya utalii na waliowekeza ndani ya hifadhi wanatoka kwenda nje ya nchi kutangaza vivutio vya nchi yetu, kwa sababu wao ndio biashara yao. Hivyo wanahakikisha kwamba wanajitangaza, wanatangaza biashara zao ili waweze kupata wageni. Kwa kweli filamu ya Royal Tour tunashukuru, tunamshukuru pia mama Kusabu, kwa sababu kwa kipindi cha COVID utalii ni kama ulikufa. Completely. Kwa, unakuja Serengeti, unatoka Arusha mpaka Serengeti, kutani na gari wala chochote, unakuja peke yako unarudi peke yako. Lakini baada ya filamu ya Royal Tour kwa kweli, imeleta chachu mpya kwenye utalii. Watu wameamini kwamba Serengeti bado ipo salama. Na kwa kipindi cha COVID, kilikuwa ni kipindi chetu kigumu sana, hatukujua kama utalii ungekuja kwa kasi kama hivi ulivyokuja tulijua ndio biashara ya utalii inaenda mwisho, lakini baada ya ile film Royal Tour ya mama kuzunguka mataifa mbalimbali kuitangaza Serengeti kutangaza Royal Tour, watalii wakaja kwa kasi. Mfano kama mwaka jana, kampuni nyingi zilikuwa busy sana kwenye utalii, alikuwa uh, upati hata rooms kwenye hotels zote zilikuwa ziko full kwa kiasi kikubwa. Royal Tour imeboost, na isingekuwa Royal Tour, mpaka saizi utalii ungekuwa bado unajikongoja sana. Angalia, sasa hivi ni kipindi cha low season. Kabla ilikuwa hu muda hukuti wageni paki, ni kama imefungwa, lakini kwa ile chachu ya Royal Tour, bado watu wana imani na Serengeti na bado watu wanazidi kuja. Mfano, sasa tuko convoy gari tatu tunashusha wageni kesho kutwa. Baada ya kushusha wageni kesho kutwa tunapokea tena wageni wengine kesho kutwa. tunarudi tena Serengeti. Kwa kweli tunatoa shukrani za pongezi, kama ikiwezekana ifanye tena ingine upya.